Watu wa Ushago. Leo nimeona niwaelezee hii kitu. Hii kitu imekuwa mbaya sana huko Ushago. Yaani Ushago mtu akikufa ameshatolewa mochari, ameletwa kwa boma, wakati watu wameanza kuomba, wengine wanaanza kujifanya wanalia. Mtu yeye analia atoa macho mengine. Hai, <coughs> <Ay>, wana dania ni. Yanatoa <coughs> macho mengine mbaya sana ili kuonyesha watu wa familia yako na huzuni. Lakini hakuna huzuni. Huzuni gani? Mtu anaezalia akiangalia mume yako, akiona moshi inatoka toka. <coughs> Anaongea.

hata karibu achikwe, ilikuwa police case. Yani mtu akikufa ni mtu amekufa, bwana. Mtu ni mwanadamu, sio watu. Wakati wameletwa unaanza kulia, ukiangalia meko meko ikitoa moshi, unajua hapa leo kuko sawa, sio? Unaongeza speed ya kulia. Hiyo kitu inaudingi watu wenye wenye wenye wamefiwa, bwana. Mimi kama mimi mimi nikifiwa, acha niwaambie, mimi nikifiwa ni, ni kwetu mambo ifanyike kama hiyo, tunalia ukiangalia jokoni, ukiona moshi unaongeza speed hiyo, mdomo naiza chuna na place na place vibaya sana. Ama nikugonge hedi ya hiyo ujinga yenu. Mimi sitaki, wacha niwaambie, Wakenya pia sitakusikia. Hey, <coughs> bwana nikasamebebo juu juu.